Mke wa Juma Jux Priscilla anasherekea kumbukumbu ya siku yake ya kuzaliwa. Na unajua tena, Juma anapenda sana kumspoil mwanamke wake, so kuna hii video ambayo ameishare kwenye peji yake ya Instagram. Hapa wakiwa wanakula good time, wanaenjoy maisha, alafu ameandika: Ever since you came into my life, everything started making sense. You colored my life in a ways I can't put into words. Having to spend this birthday as your husband is a gift I can never trade for anything. I pray to God for many years ahead of laughter, good health

2025. Hapa anachokimaanisha ni kwamba anasema tangu Priscilla amekuja kwenye maisha yake kila kitu kimeanza kuleta maana na ameyapendezesha maisha yake kiasi cha kwamba e, hawezi kuweka katika maneno. E, anajaribu tu kuimagine namna ambavyo ana spend hii birthday kama mumewe ni zawadi kubwa sana ambayo hawezi kuibadili ama kuiuza kwa chochote ama kwa gharama yoyote ile. Anaomba Mungu e, amjalie miaka mingi ya vicheko, afya njema, upendo na amani na kila zuri ama jema. Amemaliza kuandika na kupenda mke wangu Priscilla. Naye amekuja hapa kujibu kwamba I love you my baby. Watu zaidi ya 1000 ndani ya like na dakika 28 wameshafika kwenye sehemu ya comments. Kama unavyojua wa Nigeria sasa hivi wanamtetea Juma Jux kwa nguvu yoyote, hata kipindi kile Trace walivyofanya, eh, yule issue ya kuondoa posti ya tuzo ambayo Jux ameshinda, walishambuliwa sana na wa Nigeria. Hawa jamaa wana umoja sana na sasa hivi wanamchukulia Jux kama familia yao kwa sababu amemuoa Priscilla eh, raia kutoka nchini kwao. Kubwa ni wa Nigeria ndio ambao heshima kwenye page ya Juma Jux wanajia kwenye page ya amepata sehemu nyingine ya kutengeneza mashabiki wapya huko Nigeria. Nafikiri ni nzuri sana kwa market ya mziki wake, na ndo hicho ambacho kinaendelea kuonekana sasa hivi. Ukiona mbe, ngoma zake zinafanya vizuri Nigeria, pia e mwenyewe mambo yanaenda vizuri sana, na sasa hivi yupo kwenye ndoa. Happy birthday Priscilla, sisi pia tunakutakia e, maisha marefu na kila laheri bwana kwenye ndoa yako na Juma Juxi. Una mtazamo gani ama lolote la kusema, hapo chini kwenye sehemu ya comments. Nikukumbushe pia kusubscribe hapa SNS, kwa taarifa nyingine kila wakati.